Jamii yetu ya Kiislamu e, imefaulu kuweza ku, kupata bursa nne za wanafunzi wa kwenda nchi ya Algeria, ambayo inajulikana Aljazair Aljumhuria Aljazairia Ademokratia al Ashabia al Republique Algerienne Demokratique et Populaire. Wanafunzi hawa ni baada ya sakata za muda mrefu sana kutafutana tafutana na hizi bourse, alhamdulillah zimeweza kupatikana. Kwa hiyo siku ya leo ndo vijana hao wamesha jumuika, wako waine na wazazi wao. Alhamdulillah rabbil alamin, tunathibitisha ya kwamba hakuna kitu chochote ambacho wameombwa, eti ni kwa sababu jamii imewapatia bourse, tunauzisha bourse, na ni kwamba walichaguliwa kulingamana na pointi ambazo walizozipata kwenye masomo yao, alafu vile vile wakachaguliwa kulingamana na mikoa, ile mikoa mitano. Ni kwamba kuna ndugu yetu anaitwa Nahimana Rajab, sindio? ni wa kutoka Kabondo Nyanza lake, sindio? Huyu insha Allah Taala na karatasi yake ndo hii. Allah kuwekee taufiq ma uni yako kislamu, na akujalie uwe ni masomo yako au ni masomo ya kuweza kufaa jamii ya Kiislamu na kukufaa wewe katika dunia yako na akhera yako. Allah kubariki. Wa pili ni Ramadhan Huseini ni wa kutoka Buyenzi, Bujumbura mkoa wa Bujumbura. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala amjalie au ni elimu yake ni ya kufaa jamii yake na ya kumfaa yeye na kumfaa akhira na dunia yake. Ndio karatasi yake hiyo. Watatu ni Nzigama Sabo Karimu ni wakutoka Nyamugari, Gitega tunamwomba Allah subhanahu wa taala amjalie elimu yake iwe ni ya kumfaa yeye na familia yake na jamii yake na kumfaa dunia yake na akhira yake. Waine ni Muhanuzi Jafari ni Hinda, wa kutoka Kamara Magambo Butihinda katika mkoa wa Bugumuza. Tunamwomba Allah subhanahu wa taala amuwafikishe au ni mwenye kufaa jamii yake, na, na, na nafsi yake na familia yake na dunia yake na akhera yake. Hao ni wanafunzi waine kwa siku ya leo, ni ku, tunawaaga tukiwaombea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, awape safari njema, tukiwahusia vijana hawa waende, wakifika shuleni, wao ni wenye kufanya bidii, wao ni wenye kufanya bidii. Wasiwe ni wenye kukaa kwenye Facebook, wasiwe ni kukaa kwenye TikTok, wasiwe ni kukaa kwenye mitandao ya WhatsApp WhatsApp, mta, mta nendeni mkasome. WhatsApp mtaikutana iko hivi vile vile, WhatsApp Instagram iko ile ile, eh, TikTok iko ile ile, hakuna kitu utakuwa umehasirika. ume, ume, ume, ume, ume nenda ukasome, utakapokuja kuja ili wakikuweka kwenye uwanja wasomi tunao wengi, lakini mweke kwenye uwanja hamna kitu. Alafu kwa sababu ameshindwa yeye mwenyewe, si ana shahada kubwa, ameshindwa anaanza kupiga fujo, wananionea wamenifukuza, hawataki kunipa kazi, na hali ya kuwa yeye mwenyewe ndo hawezi ana, anaenda kuanza kutafuta kuta, kuta, kuta, kuta, sehemu za fujo fujo, ndo achezeechezee kwa kutaka vuruge jamii. Kwa upande wa wazazi

uburongozi bwakoze ivyo bwategerezwa gukora kandi si ivyo gusa tugiye kubibandanya kugira ngo urwaruka rwa kisilamu mbere neza n'urwaruka rw'igihugu cacu c'Uburundi uh, rushobore kuronka ubumenyi mu bisata bitandukanye kwa niaba ya wazazi wa watoto ambao uh, alhamdulillah wamenufaika kwa bourse kuelekea nchi ya Algeria mimi natoa shukrani kwa jumuiya ya Kiislamu nchini Burundi Comibu, kwa hatua hii ambayo umefikia haswa kwa kutoa fursa hizi kwa uwazi bila chochote, kwa kufuatisha misingi ya haki, na tunategemea wataendelea wakifanya hivyo hata kwa wengine. Hawa wanakwenda ni wane, inshallah. Mwenyezi Mungu ajalie wa wa, waende salama wafike salama. Na sisi kama wazazi, tutaombea dua, safari iwe njema na wanufaike kwa kile wanachokifata, ili jumuiya ya Kiislamu ipate vyombo vichwa, lakini pia nchi ya Burundi na familia zao. Kwa hiyo tunashukuru Comibu, jumuiya ya Kiislamu nchini Burundi, kwa utoaji huu wa bourse, juhudi walizofanya na kwa uwazi.